Nabii Isa akachukuliwa kapazwa mbinguni, yuko hai na Nabii Isa atarudi. Ndugu zangu, bado yuko hai, atarudi. Na Qurani na hadithi ya Bwana Mtume inasema Nabii Isa atarudi duniani kwa sababu nne. Sababu ya kwanza, Nabii Isa atakaporudi duniani, atarudi kwa kuwa ni katika alama za Kiyama, ashrati saati alkubra, zile alama za kiyama kubwa kubwa mojawapo ni Nabii Isa kurudi duniani. Ndio, Nabii Isa atakaporudi atakuwa ameishika mabawa kama anavyoelezea Rasulu sallallahu alaihi wasallam, mabawa ya Jibril alaihi ssalam, atashuka naye kutoka mbinguni, anateremka naye mpaka katika Baitul Maqdis, atashukia pale. Ndio wakati huo, ndugu zangu, yatatokea mambo baada ya mambo. Hii yote ni katika alama ya Kiyama, Nabii Isa atakapoteremka na hapo hapo, Mahdi Almuntadhir ambaye ataleta adala katika dunia hii, naye naye atajitokeza, atakwenda katika msitu wa Baitil Maqdis, atakutana na Nabi Isa alaihi ssalam, atamwambia Nabi Isa, naomba uwaswalishe watu. Nabi Isa atamwambia, hapana, siyo mahali pangu hapo. Ndo Mahdi Almuntadhir atamswalisha Nabi Isa pamoja na Waislamu wengine. Ndo hapo hapo haitopita muda Addajjal, masihi dajjal naye atajitokeza. Na huyu masihi dajjali atajitokeza katika dunia hii, ataishi tu kwa muda wa siku arobaini. Mtume anasema siku arobaini, siku moja ni sawasawa na mwaka, siku moja ni sawasawa na mwezi, na siku moja ni sawasawa na wiki, na masiku thelathini na saba iliyobakia itakuwa ni masiku ya kawaida. Kwa hivyo kwa muda wote huu siku arobaini, ikiwa ni mwaka itakuwa ni ataishi masihi dajjal katika ardhi hii kwa mwaka mmoja na miezi minne na wiki mbili. Atazunguka dunia nzima na ataleta fitna kubwa sana. Yeyote ambaye atakayekuwa hai wakati huo atakuwa kwenye mtihani mkubwa sana, isipokuwa yule ambaye ana imani ya hali ya juu. Atawadanganya wengi na atawaonesha kwamba ana uwezo na Mungu atampa uwezo wa kuwafitini watu ataweza kuwafufua mababu, mababu za watu ambao walifariki miaka na miaka. Anaweza akateremsha mvua kwa watu wa mtaa fulani tu na pale pale ikazaa mazao na siku hiyo hiyo wakavuna. Wengi wa watu watafitinika, lakini Nabii Isa alaihi ssalaam atakapopata habari kwamba Masihi Dajjali ameshashtokeza. Sababu ya pili ya kuja Nabii Isa ni kuja kumuua Masihi Dajjali na atampata Masihi Dajjal katika Babu Lud ndani ya Falistini. Ndio unaona hawa Mayahudi wanajua hiyo, na Nabi Isa alayhi ssalam, namna Mungu alipompa uwezo, atamuua Masihi Dajjal ndani ya Babu Lud. Lakini sababu ya tatu kwa nini Nabii Isa kurudi duniani, atarudi kuja kuvunja misalaba. Mtume wa sallam anasema atakuja kuvunja misalaba. Leo Wakristo wengi na Mayahudi wanaamini kwamba Nabi Isa alahi salamu atakaporudi atawajua wafuasi wake kupitia kwa msalaba. Kwa hivyo wewe ukifariki, weka msalaba kwenye kaburi lako, vaa msalaba kila wakati mwilini. Nabi Isa akirudi, atakuja kuwachukua watu wake kwa alama ya msalaba. Wenyewe watashangaa kumwona Nabi Isa anavunja misalaba na anaingia msikitini kuswali, na ndio hapo watageuza kauli, watasema kumbe Nabi Isa ambaye tunamgojea sisi ni gaidi kama hawa wengine. Watamgeuzia lugha pale, kwa sababu ni muislamu wa kweli. Lakini sababu ya nne, kwa nini nabii Isa atarudi duniani? Atarudi duniani kwa sababu ya kuja kufa, haja kufa, bado hajawahi kufa. Kullu man alaiha fan kullu nafsin dhaiqatul maut, nafsi zote zitaonja mauti. Na nabii Isa atarudi, na hataishi kadri ambaye atakayeishi na atafariki na atazikwa kama vile waislamu wanavyozikana.